Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Halmashauri ya Nyasa imepokea vifaa vya ujenzi wa vizimba viwili kwa ajili ya udhibiti wa mamba, ambapo vizimba hivi vitajengwa katika vijiji viwili, ambapo ni Kihagara pamoja na Mtipwili. Vizimba hivi mapokezi yake, fedha hizi zimetoka katika Wizara ya Maliasili na Utalii. Mkataba wa ujenzi wa vizimba hivi umesainiwa kati ya taasisi ya utafiti wa wanyamapori TAWIRI ambayo ipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii na ujenzi unatarajiwa kuanza tarehe 17 mwezi wa pili, yani juma lijalo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, faida ya ujenzi wa vizimba hivi ni kupunguza matukio ya wananchi kuuawa au wa kujeruhiwa na wanyama, wanyama wapori kwa maana ya mamba, ambapo tunatarajia pia kuongeza usalama wa wananchi hasa akina mama ambao wanatumia maeneo ya, ya mialo kwa ajili ya shughuli za kijamii kama kufua nguo na kuchota maji kwa matumizi ya nyumbani. Hata hivyo, itasaidia pia kuongeza ustawi wa jamii katika maeneo ambayo yanazunguka yanazunguka mialo hiyo. Mwezi wa tisa mwaka jana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya ziara katika wilaya yetu ya Nyasa, na katika ziara hii aliahidi kusaidia matukio haya ambayo yanatuathiri wananchi wetu wanaathiriwa na wanyamapori hususani mamba walioko kwa kuweza kupata vizimba, na wamefanya hivyo kwenye maeneo mengine pia. Kwa hiyo leo hii wizara ya Maliasili imeitikia na imetekeleza lile agizo ambalo ni ahadi aliyotoa mheshimiwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumepata hapa vizimba viwili ambavyo jumla vina thamani ya shilingi milioni 80 kwa sababu kizimba kimoja kukijenga ni shilingi milioni 40. Kwao tumepata vizimba viwili, tuna kila sababu ya kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan rais la wetu, lakini pia kuwapongeza wizara ya Maliasili na Utalii kwa kutimiza na kutekeleza ahadi hii. Hili ni jambo kubwa, kwa sababu tumeathiriwa na hawa wanyamapori. Tunayo matukio, jumla ya matukio manane ambayo yalitolewa taarifa manane ya wananchi wetu kushambuliwa na hawa wanyamapori mamba, na kati ya wananchi hao wanane watano walipoteza maisha na watatu walijeruhiwa. Kwa hiyo tunapopata eh, usaidizi huu tunaposaidiwa kwa kiwango hiki, ili kwamba wananchi wetu waweze kuwa salama Hasa kina mama wanapokuwa wanaenda kuchota maji ziwani au wanakwenda kufua katika maeneo ambayo yamethibitika kwamba yana uhatarishi, ya hili ni jambo kubwa, tuna kila sababu ya kushukuru, lakini pia na sisi wenyewe kuendelea kutimiza wajibu wetu. Kwa majina anaitwa Petro Yohanes Mayoa, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Mtipwili. Kwa ujumla mimi na tunatoa shukurani sana kwa mheshimiwa Rais kwa kuleta hivi vizimba kusabu kwa sababu, kwa kijiji changu pale kuna watu kama majeruhi wanne na kufa mmoja. Kwa hiyo kwa hatua ya uletaji wa hivi itakuwa vimesaidia na kuokoa maisha ya jamii. Majina naitwa Alex Michael Mkwinda, nashukuru kwa serikali kututazama sisi kwenye kilio chetu cha watu kujeruhiwa na kuliwa na mamba. Nashukuru kwa msaada uliotokea na imani kabisa kwamba serikali imetutazama sisi ambao tunalia kilio chetu cha muda mrefu. Nashukuru kwa kusema asante sana, ila tu naomba serikali endelee kutuangalia na kutuongezea huduma zingine ambazo zinaweza kutusaidia zenye tija ya kutunusuru kwenye majanga ya wananchi kujeruhiwa na mamba.